Mamia ya wakazi wa Kibiko katika kaunti ya Kajiado waliandamana na kufunga barabara nje ya mahakama ya Ngong wakipinga kukamatwa kwa watu wawili kufuatia mzozo unaoendelea wa ardhi. Wawili hao walifikishwa mahakamani ambapo wanakabiliwa na mashtaka ya kuchoma gari na kusababisha taharuki wakati wa makabiliano kati ya makundi mawili yanayodai umiliki wa ardhi ya Kibiko. Waandamanaji walidai kuwa wenzao wamekamatwa kimakosa huku wakiitaka serikali kuingilia kati ili kuhakikisha haki inatendeka. Mgogoro wa umiliki wa ardhi hiyo ya ekari elfu mbili na mia sita ya jamii ya Keekonyokie umedumu kwa zaidi ya miaka kumi na umekuwa chanzo cha mizozo ya mara kwa mara. Na ile kitu mnataka ni justice. <coughs> Ay, haki. Yes. Justice. Just. Haki. Na ile kitu muhimu zaidi na ambayo ilifanya hata watu washike. Wakati mko kule wacheni kupigana. uh -huh. Ambieni vijana hii mambo, hata kama kuna mambo ambayo iko kotini, mambo ya shamba, sikuna vile mnaiadres uh -huh. Nimeona mko na wakili hakuna uh -huh. haja ya usiku unapigana unachoma gari ya mtu unachoma boma ya mtu. Hawa watu wawili walichukuliwa jana masaa ya saa ine ya usiku na askari walikuwa hapo usiku mchana wote, sijui ni nini ilifanyika, wakakumbuka kwamba wanastahili kushika katika usiku. Na baada ya hiyo wakawaleta wao Ngong na masaa ya saa sita kulingana na saa nane ya usiku wakafanyiwa transfer, wakapelekwa Rongai. Kulingana na sisi, hii ni dhuluma. I, as Flora, I'm standing here proudly to say I do not have land. And I repeat, I do repeat. So that if the manik team has sent somebody to me to bring the title deed to my house and I've never seen, let them come and tell me where it is. Na mtazamaji baada ya taarifa hiyo kwa <coughs>